Habarini na tumaini, nyote mmeendelea vizuri. Leo tutaendelea kuleta uh, masomo tukiangalia mfumo wa chakula, hasa tukizingatia vyakula ambavyo uh, kuna makundi hasa ya watu ambao wanatakiwa wazingatie chakula na hapa tunazungumzia watu ambao aidha wanakuta wanapata shida ya vidonda vya tumbo au wanapata changamoto ya kuwa wanajaa gesi tumboni mara kwa mara. Lakini pia tutaangalia vyakula ambavyo watu ambao wana inflammatory bowel disease wanatakiwa watumie. Inflammatory bowel disease basically ni ugonjwa ambao unasababisha michubuko au vidonda kutokea kwenye utumbo mkubwa pamoja na utumbo mdogo na nita upload video kuhusiana na ugonjwa huu hivi karibuni. Kwa hiyo um, kaa chonjwa kuweza kujifunza zaidi. Kwa hiyo tuanze. So, sasa, kwa wagonjwa ambao wana vidonda vya tumbo tayari nimeshafanya video kuhusiana ni na tatizo hili hapa, na nikagusia baadhi ya vitu ambavyo watu wanatakiwa zivizingatie hasa kwenye upande wa chakula. Na leo na napenda kuzungumzia zaidi. Kwa hiyo tutaanza na vyakula ambavyo aa, ni vizuri ambavyo basically tunavishauri mtu kuvitumia, alafu tutazungumzia pia vyakula ambavyo mtu anatakiwa kuepuka. Kwa hiyo vyakula ambavyo ni salama kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo kutumia ni pamoja na nyama ambazo tunazita lean protein ambazo basically hizi ni nyama kama vile samaki, kuku ambazo nyama hizi aidha ni za kuchoma au za kuoka au za kuchemsha, lakini pia uh, vyakula ambavyo ni vizuri kutumia ni pamoja na mboga za kijani kama vile broccoli, uh, green beans, matango, mizizi kama vile karoti pamoja na beetroot pamoja na um, uh, mihogo au viazi vitamu uh, pia lakini pia vyakula ambavyo vina faiba nyingi ambazo basically ni nyuzi nyuzi nyingi, kama vile uh, mchele usiokobolewa so basically tunaita brown rice, unga wa dona uh, oatmeal, uh, karanga, korosho na jamii ya mbegumbegu kama hizi hapa. Lakini pia uh, kwa wagonjwa hawa ambao wana tatizo la kuwa na acid nyingi au vidonda vya tumbo tunawashauri pia wa, uh, wanaweza wakatumia uh, matunda kama vile ndizi, tikiti, pears ama avocado. Sasa tukizungumzia vyakula vya kuepuka, kuna vyakula ambavyo pia either unaweza ukavipunguza kuvitumia au ukaachana navyo kabisa kama unaweza, na vitu vyakula hivi au vitu hivi ni um, kama vile vyakula vyenye mafuta so hapa tunazungumzia vitu kama chips nyama za kukaanga, uh, ma au maziwa yenye mafuta mengi kama vile maziwa ya mgando, lakini pia vyakula vyenye viungo vingi, matunda yenye asidi kama vile machungwa, ndimu, limao, uh, nyanya, pia pamoja na grapes, uh, uh, vitu kama vile vitunguu uh, au vitu na vitunguu saumu ambavyo pia vina gesi nyingi, pia ni vizuri kama unaweza kuvipunguza, uh, lakini pia vinywaji kama vile kahawa, soda, sparkling water, uh, chocolate pamoja na pombe inakuwa ni vizuri kama unaweza kuepuka au kupunguza matumizi ya, vi, ya vinywaji pamoja na vitu hivi ambavyo nimevizungumzia. nime, Lakini sasa kumbuka, sio swala la kuepuka uh, hivi vyakula pase, lakini pia uh, mtindo wako around chakula uh, unabidi pia ubadilike. Kwa hiyo tunashauri pia kama uh, unaweza ukavunja uh, vyakula vyako, kwa badala ya kula milo miwili au mitatu mikubwa kwa siku unaweza ukala milo minne mitano ambayo ni midogo midogo uh, kwa siku, kwa ukavispace vizuri, ili uweze um, kupata muda wa chakula kumeng'enywa vizuri na hivyo kupata uh, mfumo wa chakula ambao ni mzuri zaidi lakini pia kujitahidi kwamba baada ya kula, hakikisha kwamba hauendi kupumzika au kulala flat mara moja, ko unaweza ukachukua uh, kwa kama ni usiku hivi, kama ni chakula cha jioni, kujitahidi at least masaa mawili au matatu kabla ya kula. Lakini pia kama ni mchana au asubuhi, jitahidi pia yawe ni masaa mawili au matatu kabla ya kufanya mazoezi makali. Kwa mfano kama vile unaenda gym au unatembea kwa muda kwa, kwa, kwa muda mrefu, pia ni vitu ambavyo ni vizuri sana ukavizingatia. Pia kwa wagonjwa ambao wana inflammatory bowel disease, so vitu uh, kama Crohn's disease, ulcerative colitis, na kama nilivyosema, nitakuja kuelezea magonjwa haya hivi karibuni. Kwa hiyo stay tuned. So basically vyakula sasa vya hawa vinatofautiana kidogo. So basically, kwa watu ambao unakuta tunaita acute flares uh, ugonjwa uko active uh, wanapata dalili za mara kwa mara, vyakula vyao ni tofauti kidogo na vyakula vya uh, watu ambao wana shida ya asidi au vidonda vya tumbo kwa hiyo na mara nyingi inakuwa ni inakuwa ni, almost the opposite, ni um, kitu cha tofauti kabisa. So kwa watu wenye shida kama hizi vyakula ambavyo tunawashauri watumie ni uh, vitu ambavyo vina fiber ndogo, so basically mchele mweupe ambao nafahamu watu wengi ndio tunaotumia au mkate mweupe pia, lakini pia mboga za kijani zilizopikwa kama vile carrots na viazi na uh, mboga um, zingine za kijani lakini uh, ziwe zimepikwa ili kusaidia mmeng'enyo wa chakula kwa watu wenye matatizo ya uh, inflammatory bowel disease. Lakini pia uh, vitu kama samaki, kuku, mayai uh, unaweza kama kwa wingi ndizi, apples, tikiti, um, lakini pia kwa watu hawa pia tunashauri kama wanaweza kupata mazao ya mgando pamoja na oats ambazo zinasaidia Uh, kuboresha mmeng'enyo wa chakula na kusaidia pia uh, mfumo wa chakula kwa vizuri. Hasa vyakula ambavyo watu hawa wanatakiwa kuepuka ni vyakula um, uh, kama vile mboga za kijani ambazo hazijapikwa. So basically vyakula ambavyo vina fiber nyingi, so kama mboga za kijani ambazo hazijapikwa, vitu kama maharage, karanga, korosho na jamii hizo, vyakula vyenye mafuta uh, mengi, nyama nyekundu pamoja na nyama zilizochakatwa kama vile sausage. Kwa hiyo pia vyakula vyenye viungo vingi, na vinywaji kama vile kahawa, pombe, soda na vinywaji vyenye sukari. Lakini pia vyakula ambavyo vyenye gesi nyingi kama vile broccoli, cauliflower, cabbage uh, pamoja na vitunguu, so either vitunguu vya kawaida au vitunguu saumu. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unaweza kwa Uh, jaribu ku, kuvizingatia. So, again, so kama una tatizo la aidha la vidonda tumbo au kujaa gesi au inflammatory bowel disease, ni vizuri katunza kumbukumbu -kumbu ya ni vyakula gani ambavyo ukivitumia vinakuathiri, ni vyakula gani ambavyo ukivitumia uh, vinakusaidia, na kujaribu ku, kubalance diet yako kulingana na hicho.